Msikilizaji uh, tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea na asubuhi njema ni mpaka saa nne kamili asubuhi. Asubuhi njema ndio huwa tamati yake. Nilikutaarifu awali kabisa, wakati uh, naanza kipindi cha asubuhi njema kwamba leo pia tutakuwa na wageni hapa na tayari wamekwisha kufika, wako hapa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni wewe tu kutega sikio Uh, kwenye redio yako kuweza kufahamu ni yapi ambayo tunayazungumza siku ya leo. Niko na Deusi Musa, uh, Deusi Msusa ambaye ni afisa kodi msimamizi wa TRA Wilaya ya Ngara, lakini pia yupo Andrew Salingo, afisa kodi msimamizi wa TRA Wilaya ya Ngara. Ni yapi ambayo tutakuwa tukiyazungumza kwa siku hii ya leo basi uh, kuwa sambamba pamoja na sisi lakini kubwa zaidi tutaangazia malipo ya kodi kwa awamu na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Na moja kwa moja uh, tuanze na Deusi Msusa, afisa kodi msimamizi wa TRA Wilaya ya Ngara, habari ya asubuhi. Ah, ni salama ndugu mtangazaji. Ndio, karibu sana yes. uh, radio Kwizera FM nashukuru sana asante na <laughs> uh, Andrew Salingo pia uh, karibu sana, habari asubuhi. Eh, ni salama kabisa, tumeamka wazima. Ndio, karibu sana yes, asante. Sawa uh, msikilizaji, kama nilivyokuambia tunaangazia malipo ya kodi kwa awamu na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Uh, tukianza kabisa uh, kufahamu kwamba hivi karibuni sana uh, ninyi TRA wadau wenu huwa ni akina nani hasa, tuweze kuwafahamu? Uh, nashukuru ndugu mtangazaji kwa swali lako uh, wadau wetu ni walipa kodi wenyewe, ni walipa kodi na makundi mbalimbali kama washauri wa kodi, wakala wa forodha, sekta binafsi, taasisi za kifedha, mashirika ya umma, serikali na taasisi zake, mahakama, bunge washirika wa maendeleo, asasi zisizo za kiserikali, vyombo vya habari na umma wote. Hushirikiana kuhakikisha sera za kodi zinaeleweka, zinatekelezwa ipasavyo na kuchangia katika kukuza uchumi na ustawi wa taifa kwa ujumla. Ok, sawa, ni jambo jema na tunaweza kufahamu pia kwamba mnatoa huduma gani kwa wadau wenu hasa hasa tukiwazungumzia hawa ambao ni walipa kodi? Huduma uh, ambazo tunazitoa sisi kama TRA ni pamoja na usajili wa walipa kodi, makadirio ya kodi, ukaguzi wa kodi na usimamizi wa madeni ya kodi pamoja na usuluhishi wa migogoro ya kikodi. Aidha, TRA inahusika na uondoshaji wa bidhaa bandarini na kurahisisha biashara za kimataifa, utoaji wa vibali na leseni, vivutio na misamaha ya kodi pamoja na kushughulikia marejesho na malipo ya kodi. Lakini vile vile mamlaka hii hutoa mafunzo na elimu mbalimbali kwa walipa kodi. Okay, sawa, nimefurahi sana kusikia hivyo, naamini pia msikilizaji na wewe tuko sambamba pamoja na sisi. Na sasa tuweze kufahamu hivi, sisi walipa kodi uh, tuna haki yoyote? Asante uh, ndugu mtangazaji. Ni kweli walipa kodi mna haki ndio, mnazo haki za mlipa kodi, na haki hizo ni pamoja na kuhudumiwa bila upendeleo na kutunziwa taarifa zake kwa usiri na faragha, isipokuwa pale ambapo sheria inahitaji zitolewe. Mteja ana haki ya kudhaniwa kuwa mwaminifu hadi pale mwenendo wake utakapoonyesha vinginevyo. Aidha, ana haki ya kupinga makadirio ya kodi au uamuzi wowote wa TRA kwa mujibu wa sheria, pamoja na kupanga masuala yake ya kodi ili kupata vivutio au misamaha inayotolewa kisheria kwa kufuata taratibu zilizowekwa. Vile vile mteja anastahili kupokea majibu ya maulizo, malalamiko au maombi yake kwa usahihi na kwa wakati pale anapohitaji. Sawa na kuna msemo wahenga ambao wanasema, hakuna haki bila wajibu. Mlipa kodi, ndio? Ni kweli <laughs> kabisa <laughs> ana wajibu gani sasa? Uh, ni kweli. Mlipa kodi, wajibu wa mlipa kodi ni pamoja na kujisajili, kupata tini namba, kwa maana ile namba ya mlipa kodi. Na hapa naomba nisisitize kidogo, tini namba ni bure, inatolewa bure. Kuwasilisha ritani za kodi kwa wakati lakini na kuhakikisha usahihi wa taarifa katika ritani, kutoa tamko la forodha au madai ya kurejeshewa fedha. Mlipa kodi anatakiwa kulipa kodi kwa wakati ili kuepuka riba na adhabu pale anapokuwa ameshindwa kulipa kwa wakati, lakini pia kutoa risiti halali za kielektroniki, na mnunuzi kudai risiti hizo pale anapokuwa amepata huduma. Hmm. Aidha, mlipa kodi anapaswa kushirikiana kikamilifu na maafisa wa TRA. Hmm. Mwisho lakini sio kwa umuhimu ni marufuku kutoa zawadi fedha au rushwa ili kupata huduma zozote zinazotolewa na TRA. Okay. Ndio. Sawa, tufahamu pia wajibu mmojawapo ambao tumeona ni kulipa kodi. Kodi ya mapato analip, analipa vipi sasa? Yaani wajibu mmoja wapo tuweze kufahamu hapo kwamba ninalipa kodi lakini ninalipa vipi. Okay, tunapoongelea swala zima la kulipa kodi ya mapato, hulipwa kwa awamu nne kila mwaka na hulipwa mara baada ya kufanyiwa kufanyiwa makadirio mm, ambazo ni mwezi Machi kwa maana ile ya mwezi wa tatu unakuwa unalipa awamu ya kwanza mwezi Juni unalipa awamu ya pili, Septemba unalipa awamu ya tatu na disemba unalipa awamu ya nne ambayo ni ya mwisho. Hii ina maana kuwa kila baada ya miezi mitatu mfanyabiashara au mtu mwenye kipato anapaswa kulipa sehemu ya kodi aliyokadiriwa kwa mwaka mzima kwa awamu nne kama nilivyotajapo. Kwa sasa tupo mwezi Disemba. Tunawakumbusha walipa kodi wote kuhakikisha wanalipa kodi hiyo kabla ya tarehe thelathini ya mwezi huu wa kumi na mbili. Malipo ya kodi yanaweza kufanyika kwa kutumia namba ya malipo ya serikali, yaani control number, na kisha kulipia kupitia benki au kwa njia za kielektroniki kama simu za mkononi. Sawa msikilizaji, pia tuko live YouTube, unaweza ukapita huko na ukatuangalia live kabisa, ukafuatilia mazungumzo yetu ya asubuhi hii ya leo. Ndani ya asubuhi njema, tuko na maafisa kodi kutoka TRA wilaya ya Ngara na tunaendelea kuzungumza uh, kuhusiana na masuala mazima ya ulipaji kodi, na kama tulivyokuambia, tunaangazia malipo ya kodi kwa awamu na uwasilishaji wa return kwa wakati. Sasa tufahamu kwamba hakuna kodi nyingine ambazo zinatakiwa kulipwa mwezi huu wa Disemba. Uh, sante ndugu mtangazaji. Kodi zipo nyingi za kulipa mwezi huu Disemba. Uh, na mwezi huu wa Disemba kuna malipo mengine mbalimbali ya kodi, ikiwemo kodi ya zuio maarufu kama withholding taxes tuna kodi za PAYE na SDL. Hizi ni zile kodi za mishahara ambazo zinapaswa kulipa kabla au mnamo ya au mnamo tarehe saba ya kila mwezi. Kodi ya ongezeko la thamani yaani VAT, kabla au mnamo uh, tarehe ishirini. Ushuru wa bidhaa kabla au mnamo tarehe ishirini na tano ya mwezi. Okay. Ndiyo. Sawa, Bwana Deus tumezungumza mengi sana, lakini kwa sasa nije kwako Andrew Salingo, afisa uh, kodi msimamizi wa TRA Wilaya ya Ngara, tuweze kufahamu. Kuna biashara nyingi za mtandao hivi, uh, nawezaje sasa na uh, wenyewe kwa upande wao wanalipa vipi kodi e, tukiangalia biashara za mtandao ni miongoni mwa maeneo yanayokuwa kwa kasi na wafanyabiashara hao wana wajibu wa kulipa kodi kama wanavyolipa biashara zingine hmm. Biashara hizi huhusisha wale wote wanaouza au ununuzi wa bidhaa na huduma kupitia majukwaa ya kidijitali kama WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, tovuti na majukwaa ya e-commerce kama Jumia na kupatana ikiwa mtu unapata mapato kupitia majukwaa hayo, upo ndani ya Tanzania hmm. Basi unapaswa kujisajili TRA, bila kuleta mkataba wa pango kama huna biashara nyingine ya kawaida, na kulipa kodi kama mfanyabiashara wengine wa kawaida. Kuna faida gani kwa mfanyabiashara wa mtandaoni kujisajili TRA? E, mfanyabiashara anapata namba ya utambulisho wa mlipa kodi, ambayo inafahamika kama TIN number na hiyo inatolewa bure, hivyo kumtambulisha kama mfanyabiashara halali, jambo linaloongeza uaminifu kwa wateja, washirika na taasisi. Biashara iliyo rasmi kupata fursa zaidi za mikopo, ruzuku na ushiriki katika tenda mbalimbali, hasa zile za serikali. Kwa mfano, mimi ni mfanyabiashara wa njia ya mtandao, nikijisajili nitalipa kodi kiasi gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Kiwango cha kodi ya mapato hulipwa kutegemea na kiasi cha mauzo ya mwaka kwa wafanyabiashara. Kwa mfano, kama mauzo yako ya mwaka hayazidi shilingi milioni nne, hmm, hauna kodi ya kulipa kama Jee. hayazidi milioni nne. Hmm, ikiwa mauzo yako yako kati ya shilingi milioni nne mpaka milioni saba, utalipa kodi ya shilingi laki moja, hmm, tu kwa mwaka, na kama mauzo yako yako kati ya milioni saba mpaka milioni kumi na moja kodi utayolipa kwa mwaka ni shilingi laki mbili na nusu lakini kama mauzo yako yako kati ya shilingi milioni kumi na moja hadi milioni mia hmm, kiwango cha kodi ni asilimia tatu pointi tano ya mauzo ya mwaka mzima sawa. Na sasa hapo, uh, Andrew, natamani kufahamu vipi kuhusu dawati maalum la uwezeshaji biashara hili huwa linahusu nini hasa e? TRA pia tumeanzisha dawati maalum la uwezeshaji wa biashara katika ofisi zote nchini, ambako linatoa elimu na kuwawezesha wajasiriamali wadogo kusajiliwa kusajiliwa biashara zao biashara, wafanyabiashara wengine kutatuliwa changamoto. Kama una changamoto yoyote ya kodi, mfanyabiashara, unakuja kutatuliwa kupitia dawati hili. Wafanyabiashara wadogo hutambuliwa rasmi, kuwawezesha kwa mafunzo ya uendeshaji wa biashara, kuwaunganisha na masoko, kuwapatia tax clearance bure kabisa ili kwa matumizi yao ya biashara kwa wafanyabiashara wengine husikilizwa changamoto zao, kama wana madeni yanayotokana na riba na adhabu, ambapo TRA tutaangalia namna bora ya kuwasikiliza ikiwepo kuwapatia msamaha wa riba na adhabu. Hivyo tunaomba wafanyabiashara wasisite kuwasilisha ritani zao za kikodi, kwa kuwa msamaha wa riba na adhabu upo; kama wenye sababu za msingi tutawasamehe. Okay. Sawa, na unatoa wito gani sasa kwa walipa kodi na wadau wenu wote kwa ujumla? Asante sana ndugu mtangazaji. Mwisho tunatoa wito kwa wananchi wote ambao umetimiza umri wa miaka 18 kujisajili na kupatiwa TIN namba kupitia tovuti yetu ya TRA, yani www.tra.go.tz. Na hapo ni wakumbushe tu kama ndugu Deusi alichosema, TIN namba unapata kwa njia ya mtandao na ni bure. La pili ni muhimu kwa walipa kodi wote kuhakikisha wanalipa kodi zao kwa wakati, hasa malipo ya kodi kabla ya tarehe 31 ya mwezi huu Disemba. Kodi hii ya mwisho ya mwezi wa kumi na mbili na madeni yako yote kama na madeni ya nyuma, kumbuka kuja kuyalipa pia. Kuwasilisha ritani za walipa kodi kwa wakati, na wale ambao hawajawasilisha ritani za vipindi vya nyuma wawasilishe. wanunuzi tunaomba kuasisitiza kudai risiti, kwani risiti yako ni ushahidi mwaminifu. mm. tukumbuke kutoa taarifa kwa maandishi juu ya kufunga biashara. Ukifunga biashara yako, tuandikie barua kwa maandishi kwamba umefunga au umesimamisha. Wamiliki wote wa vyombo vya moto kama vile pikipiki piki, bajaji magari, wahakikishe wanabadilisha umiliki pale tu wanapouza vyombo hivyo. Pia wale wanaomiliki plate namba za majina tunaomba tuwakumbushe waendelee kulipa ada zao. Kama wameacha kutumia plate namba zao za majina, wawasiliane na TRA ili wasiendelee kudaiwa. Mwingine sasa hivi, TRA tuna timu yetu inaitwa TRA United, tunaomba tuishangilie kwa sababu hii ni timu yetu ya walipa kodi wote <laughs> nchini. Kingine tunawasisitiza hasara za kuingiza mizigo bila kufuata utaratibu, tunaita hmm, biashara ya magendo hmm. wafate taratibu zote Msamaha wa riba kwa vyombo vya moto na wenyewe viendelee waendelee kuomba mm. okay. Na mwisho kabisa TRA, tunaomba tuendelee kulipa kodi. Tunasema, ukinunua dai risiti, ukiuza Dime, toa risiti, risiti. Risiti. Ndio, sawa kwako kwa Bwana Deus Msusa mm. una kipi cha kumalizia hapo? Wasikilizaji wako wanakusikiliza kwa kweli, na mshukuru sana mwenzangu Mr. Andrew kwa namna alivyowasilisha vizuri lakini kabla kumalizia, ya kumalizia nilikuwa na majambo mawili kidogo ya kusisitiza, ndio karibu kwa wasikilizaji wetu ambavyo hmm. kidogo imekuwa inaleta changamoto kwa wafanyabiashara na wadau wengine wa mamlaka ya mapato. Amezungumzia swala zima la kufunga biashara. E, hapa kumekuwa kuna changamoto. Kuna baadhi ya walipakodi ambao wamekuwa wanafunga biashara kienyeji. Unapokuwa umejisajili umepata namba mlipa kodi na tayari umekuja umeji umesajili biashara yako. Ni kweli kuna kipindi inaweza katokea changamoto uh, za kifedha au pamoja na mambo mengine ambayo inaweza kukupelekea mtu ka ukasitisha biashara yako. Lakini unapokuwa umesitisha kimya kimya bila kutoa taarifa ofisini, basi huku maana yake sisi tunaendelea kusoma kana kwamba unaendelea kufanya biashara na unaendelea kudaiwa kodi. Kwa hiyo, cha kusisitiza hapa ni kwamba pale unapokuwa umestisha au umesimamisha umefunga biashara yako ni vema ukafika ofisi za mamlaka ya mapato kwa ajili ya kupewa utaratibu wa kusimamisha biashara na tini yako kusimamishwa kwa wakati. Lakini pale unapokuwa unahitaji kuja kuendeleza biashara, lakini pia unaruhusiwa kufika ofisini kwa ajili ya kuifufua tini yako na kuendelea na biashara. Lakini cha pili ni hawa wamiliki wa vyombo vya moto pia kumekuwa kutokea na watu wengi wanauziana vyombo vya moto kienyeji ki e, na hii imekuwa pia inaleta ina, ina inaleta changamoto sana. Kwa hiyo pia tuna, tuna, tuna shauri pale unapokuwa unanunua au unauza chombo chochote cha moto, basi tuhakikishe uh, unabadilisha umiliki ili isiweze kuleta uh, athari huko mbeleni. Lakini mwisho kabisa ni watokie heri ya Krismasi na mwaka mpya, ndugu wasikilizaji, asanteni sana. Asante kwa ujumbe wako huo na niwashukuru sana ninyi nyote kwa kuweza kufika hapa. Uh, Deusi Msusa, afisa kodi msimamizi wa TRA wilaya ya Ngara, lakini Andrew Salingo, ambaye pia ni afisa kodi msimamizi TRA wilaya ya Ngara. Na kwa leo ambacho tulikuwa tunakiangazia msikilizaji ni kuhusiana na malipo ya kodi kwa awamu na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Naamini ni mengi umejifunza kupitia mazungumzo yetu ya asubuhi hii ya leo, basi nikutake tu uweze kuyazingatia. Ukiona kuna jambo ambalo linakuhusu basi usilichukulie poa, zingatia na ufanye kama ambavyo inatakiwa. Endelea kusikiliza asubuhi njema mpaka nne kamili za asubuhi, na mimi ni Joyce Hamka. kuanzisha nyingine usiogope, kubali, kila siku yeah. Ujifunze jambo jipya <laughs> wewe ni kizazi smart. Kizazi smart. <laughs> chenye fikra supa tuko nawe kwa miaka 30 sasa tukikupa unachostahili, yeah, okay. yes. Kwa kila dakika, kila saa na hii ni kila siku. Popote ulipo sikiliza Radio Kwizera FM M. utapata unachostahili. Radio Kwizera FM 2025